Kazi ninyo alafu, haijawahi kutokea hata ile, pengine automatic kwamba mtu amenitongoza, mtu wa aina hiyo pia haijawahi kutokea. Na kuhusu huyo mtu ambaye atakuwa anafanya hivyo, mimi nadhani labda nipewe muda na mimi nijaribu kuangalia pande zangu, kwa sababu naamini atakuwa ni mtu ambaye ananifahamu vizuri sana na anania fulani ya kunifanyia, yaani kitu kibaya au nichafuke zaidi hapa. Kwa hiyo labda nipewe muda na nami niangalie pande zangu zote mbili, nione ni nani labda ni. Labda kuna kitu fulani nitapata nikahisi ni mtu fulani, halafu nami nitakuwa natoa ushirikiano na nyinyi. Vile vile naomba labda mwangalie kwenye upande wenu, kama mnaweza n yani kiangalia hichi kitu kwa undani zaidi, labda tukamwondoa kwamba ni mtu gani anaweza kuwa mfunya hichi kitu. Kwani sasa ikawa ni hatimani huyu alikwambia kwamba hivi unaweza ukafanya hivi, kawa labda ndiyo kacheza vile, lakini sasa akatumia nafasi ya ya kujifanya kujifanya, naye anashangaa hiyo siweze. Yani ujue tumefikiana kweli, tumeachana kwa maubaya nini nini, lakini siamini kama anaweza kunifanya hicho kitu hmm. Na yani still bado tunaongea vizuri Namheshimu, ananiheshimu. Wewe na shida na mtafuta ya kikazi, ya kimaisha, mimi na shida na mtafuta, tunashauriana mawazo na kila kitu. Yani hatujafika kwenye ubaya huo kiukweli, sidhani. Lakini mimi nimekaa na Hatima, namjua hana roho mbaya kupitiliza kiasi hicho. Yani anaweza kuamua kunichafuke, lakini hawezi kufikiria nichafuke kiasi hicho. Na hata sasa hivi tulipofikia, yani kuna sehemu ambazo ye mwenyewe anaona kwamba hichi kitu kitamwaribia anti, basi wanajaribu kuweka mkono wake ili kisima aribia. Kiukweli sio, bado tuko katika urafiki yaani, hatujafikia kuachana kimaadui kiasi hicho, bado washikaji. Hapana, hatukumbushii inaonekana kwamba kuna katifa hivyo kuna bifu mbele la kwenye la moshi, kwamba kuna nafuka moshi. Mm -hmm. Lakini chini kuna kwa kuna kuna moto. Lakini juzi kati tukasikia kwamba kulikuwa kuna mikakati ya kuweza labda pengine kuwekwa sawa mm -hmm. Lakini sisi tulikuwa tunahisi kwamba ya kwa ndiyo anacheza ya mchezo, kwa sababu tunahisi tunahisi kama mtundu zaidi, kwa hindi uja mfikiria ya kwa sababu yeye pamoja na yote ambayo ametokea Unajua, hatujawai kukutana hivi tukajibishana au tukafanya nini, na eh, kuna siku alinipigia simu tukaongea na